ndugu zangu leo hii wana Chiwale mwenge wa uhuru umefika katika jengo letu hili jengo hili tumeambiwa ni jengo ambalo litakuwa litatoa huduma ya mionzi kwa maana ya X-ray pamoja na ultrasound. kwa kweli sisi tumekagua jengo hili tumejionea jinsi gani wana Chiwale kwa maendeleo makubwa kupitia sekta hii ya afya ambayo imeendelea kuimarika katika eneo hili jipigieni makofi mengi sana <laughs> mimi nataka niwaambie wana Chiwale hili jengo ambalo lipo hapa limekuja kuonesha mapinduzi makubwa juu ya huduma ya sekta ya afya ndani ya eneo letu. Kwa kweli viongozi wetu wamekuwa wakifanya kazi kubwa hasa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge wa jimbo hili lakini pia kwa kushirikiana na madiwani wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri, wapigie ni makofi mengi sana ndugu zangu. Haya ndiyo maendeleo tunayoyataka. Huko nyuma tulikuwa tushazoea huduma hii ya mionzi kwa maana ya X-ray na ultrasound, mwananchi unapoandikiwa ukafanya vipimo hivi, kwa kweli unakuwa unakata tamaa ya maisha. Leo hivi viongozi wetu daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea huduma hii ndani ya mitaa yetu. Hili ni jambo la faraja na ni jambo la kumpongeza mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya hapa. Lakini pia ndugu zangu wananchi, viongozi wetu kupitia mwenge huo wa Uhuru wametuwekea jinsi gani wanapoendelea kupambana na swala zima la malaria ndani ya wilaya yetu na halmashauri yetu hii ya yani DC si ya Masasi. Lakini pia umetuonesha jinsi gani mnavyoenda kupambana na swala zima la VVU ukimwi, kama kauli mbiu inavyosema mapambano dhidi ya ukimwi, chini ya kauli mbiu semayo chakuwa njia sahihi tokomeza ukimwi, kama tunavyoambiwa kwenye malaria, mapambano dhidi ya malaria, chini ya kauli mbiu semayo ilo malaria inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote. Niombe sana ndugu wananchi, haya yote ambayo tunaelekezwa katika maeneo haya twendeni tukayafanyie kazi kwa vitendo, na no, kwa wale ambao wanahisi kwamba malaria hayapo, ndugu zangu, malaria yapo na yanaua na yanaasiri hasa mama wajawazito na watoto wachanga wenye umri wa miaka mitano. Niombe sana kama wanavyotueleza madaktari wetu, twendeni tukatumie vyandarua, kwa maana vyandarua vile vitaenda vya kutukinga na mbu, lakini pia vyandarua vile vinaenda kutusaidia katika huduma ya kuondosha pambano dhidi ya malaria. Lakini pia viongozi wetu hawa, serikali ya halmashauri, wamekuja na mfumo ambao serikali kwa sasa ndiyo imeelekeza halmashauri zote zihakikishe zinatumia dawa ya viuadudu kwa ajili ya kuua madhalia ya mbu. Dawa hii inatengenezwa hapa hapa nchini kwetu Tanzania, na dawa hii imekuja kwa lengo la kuondosha madhalia ya mbu ndani ya maeneo yanayotoa mamaji. Ndio hii halmashauri hii hapa ad tayari iiwa na, ndiyo maana leo hii tumepunguza saa so, mapambano dhidi ya malaria. Mimi niwashukuru sana viongozi wa okay na madiwani mwenye muliohifanya juu yakipigieni makofi mengi sana. Baada <laughs> ya kuyasema haya, ndugu zangu wananchi, haya ndiyo maneno ambayo mheshimiwa rais amehitaji tuye tuwaambie wananchi wa Chiwale na leo hii mwenge huo uhuru utaendelea kuzunguka ndani ya halmashauri hii kuonyesha maendeleo makubwa yanayofanywa ndani ya wilaya yetu hii. Lakini mwisho kabisa, niendelee kuwaomba ndugu wananchi, sasa hivi daftari la awamu ya pili liko ndani ya halmashauri yetu. Twendeni tukahakikishe tunatayarisha taarifa zetu kwa kusindikisha kwa uhakiki. Lakini pia kwa wale ambao bado washatimia umri wa miaka kumi na nane hawajajiandikisha katika daftari. Waende wakajiandikishe.